Assalamu alaikum Waislamu, Wakristu, tumsifu Yesu Kristu. Uh, niko hapa na dada yetu hapa, atakwenda kujitambulisha yeye mwenyewe, tutajua dada yetu amekuja kufanya nini hapa na kwa nini iko hapa suka leo. Vipi dada, una, una, unaitwa nani? Naitwa Bete. Hadi nimetaka kusalimia, yani unawaka mpaka nime, nime, eh, kama vile nimepoteza ufahamu Umesema, una unaitwa Betty. Naitwa Betty. una unatokea Yetebore, na hapa tuko wapi, na umekuja kufanya nini siku leo hapa? Ni Stockholm. nimekuja kwa ko... nimekuja, tunaenda kumwona rafiki yetu, alifiwa na baba yake. Ndo hawa watazamaji walitaka tu uh, labda labda pengine wangetaka uh, kusikia ni, ni usafiri gani ambao nilitumia eh. Uh, hivi kuna kuna kuna scandal ambazo zinaendelea hapa mjini kusema kuwa Europe mzima hakuna msanii mkubwa kama Sweden Boys. Sijui una unamfahamu Sweden Boy mwenyewe? Hmm, kwa kweli mimi naweza nikasema nafahamu kwa sababu aliwahi kuja kwenye pati yangu mara moja, najua ilikuwa 2024 ishirini na nne, ishirini na tatu, aliwahi kuja kwenye pati yangu, nilikuwa na pati ya birthday, kwa hiyo alifika pale, akaimba, ndo marangu ya kwanza kumuona, na sijawahi kumuona tena, ila na So, unamsikiaga kama vile msanii msaniiz? Unamsikia una kama vile influencer tu, yaani mtu ambaye anajulikana mtandaoni. Namsikiaga kama ni msanii ndio kumfuatilia hapana, ma ila kuna wimbo wake mmoja ule walionimbiaga pale kwenye pati yangu ndo niliwahi kusikiliza, lakini nyimbo zake zingine sijawahi mm -hmm. kuzifuatilia Okay. So, bila bila bila hata kumfuatilia, kwa unavyomuona tu ni mtu ambaye amejaliwa kipaji na mtu ambaye anaweza kufanya kazi kisawasawa au una, una kipi cha kumshauri kama ungepewa nafasi ya kumshauri? Uh, ni mtu ambaye anaimba vizuri, anaimba vizuri unajua, ni mtu ambaye anaimba vizuri, ila kwa upande mwingine wa kucheza minaona bado, ila ajitahidi mm-hmm. na naamini atafika mbali kwa kuwa ni mtu ambaye anajituma Nasikiaga awezi akapita miezi miwili au miezi mitatu hajatoa ngoma. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri sana, na ningeomba pia aongeze juhudi na mimi, atafika mbali, ni mzuri sana Sweden boy. Na nahesi na utakuwa unatufuatilia sasa hivi, sist yetu hapa ana ana ushauri kidogo, au ushauri, kwa kuwa amesikia we ni msanii ambaye unatoa ngoma juu ya ngoma. Kwa hiyo hilo hapo kwanza amefurahishwa nalo na An, yani angetamani uendelee na, na kitu kama hicho na kuongeza pia juhudi kwenye, kwenye kazi zako. Watu huenda mnaweza mkashangaa kwa nini nimemuuliza swali kama hili ambalo lina lina, linaelekea kwenye eh, sanaa ya ya music hapa nchini Sweden. Ni kutokana na dada yetu huyo hapa aliwahi kupitia kwenye vitu kama hivyo na sasa hivi mtaenda kujua ni vitu gani. Hivi umewahi kuwa msanii kipindi cha nyuma au? Yeah, niliwahi kuwa msanii ndio.